Hello everyone, habari kwa majina, naitwa Herieth Adam na ni mwanafunzi wa udaktari katika chuo cha Mwanza University, na leo ni siku ya kitaifa ambayo tunanukuu siku ya kifua kikuu duniani, ambapo nipo mbele yenu kuwapa uelewa zaidi juu ya huu ugonjwa wa kifua kikuu. Kifua kikuu ni ugonjwa ambao unaosambazwa na kusababishwa na bakteria wanaoitwa Mycobacterium tuberculosis ambao hao bakteria wanaenda katika kuathiri sehemu za njia za hewa ambapo pia huleta athari zingine. Zifuatazo ni dalili za ugonjwa wa kifua kikuu: kupatwa na homa kali, kupungukiwa na uzito kupita kiasi, kukohoa makohozi mazito ya njano yenye mchanganyiko wa damu na kutokwa jasho wakati wa usiku. Katika ugonjwa huu wa kifua kikuu, tiba inawezekana na tiba huwa ni kuanzia miezi sita mpaka tisa, ambapo ni muhimu kwa mgonjwa kuzingatia matibabu yake ili kuepukana na athari juu ya kuto kuzingatia matibabu vizuri. Zifuatazo ni njia ambazo tukaweza kujilinda dhidi ya ugonjwa huu wa kifua kikuu. Moja, kuhakikisha mtoto anapata chanjo ya BCG mara tu anapozaliwa. Cha pili ni kunawa mikono kwa maji yanayotiririka ambao ni maji salama na sabuni. Cha tatu ni kuweka ulinzi pale ambapo unapokutana na mtu mwenye ugonjwa wa TB, ambapo tunajilinda kwa kutumia barakoa. Nne, epuka kulala sehemu yenye msongamano wa watu. Tano, hakikisha unalala katika chumba chenye madirisha makubwa ili kuruhusu hewa kupita. ukigundulika kuwa na kikohozi cha muda mrefu nenda hospitali kwa uchunguzi na matibabu. Na ninahitimisha kwa kuasi viongozi wa jamii, serikali, wahudumu wa afya pamoja na taasisi ambazo zipo nje ya serikali katika kushirikiana kudhibiti ugonjwa wa kifua kikuu. Asante. Mwanza University Training for the World.